Naitwa Kilango Asmani Ali Ngaboli. Hili tukio na mimi nimepata taarifa nikiwa kwenye shughuli zangu, nikapigiwa simu, nikaambiwa kuna tukio limetokea nyumbani kwa blaza na blaza ameuawa na mkewe. Baada ya kufika ndo tukakuta tulichokikuta hapa. Nimeingia saa tatu asubuhi, lakini ndani tulizuiliwa kidogo na askari kwa ajili ya uchunguzi, mpaka baadaye ndo kujitambulisha mtu wa nyumbani nikaruhusiwa kuingia, kuingia. Tulikuta blaza amembraza na, na, na mke walikuwa wameumizwa na vitu vyenye ncha kali. Daza alikuwa ame maeneo ya kwenye moyo hapa. Ila shemeji alikuwa amechomwa kila sehemu ya mwili na tayari washapoteza maisha, e, maisha. Upande wa dirishani wanalolala walikuwa amevunja pana ila braha ni mfanya biashara, ila kuhusu ugomvi na mkewe sijai kusikia kwa watoto. kasa, kusika, kusika, kusika. Watoto ndo waligundua asubuhi baada ya mtoto kutaka kwenda shule anataka nauli ya kwa ajili ya kwenda tuisheni ndo anaita mama mama aitiki ndo baadaye wakagundua kakao mkubwa alivyoenda akakuta wamesha fariki. Naitwa Esther Jonas Mwalibe almaarufu uzuchu wa Bonyokwa. kwa kweli tumepata mshtuko na masikitiko makubwa sana kwenye hii familia na mtaa wa Bonyokwa. Mimi nimepata taarifa za msiba huu ulikuwa ni saa moja asubuhi, nimepigiwa simu na binti yangu Teddy. Mama uko wapi? Nataka mama serikali. Mimi ni mjumbe wa serikali ya mtaa mstaafu Mama uko wapi? Kamba niko nyumbani, najenda kutoka. Njoo, imetokea mauaji j GK hapa. ni eneo la GK hapa Bonyokwa GK. kuna nini mama, njoo. Kachukua pikipiki mpaka hapa, kweli nikafika hapa nikakuta wananchi wako wengi sana. Sana, maki sababu ni mshtuko kabisa Bonyokwa kutokea mambo kama haya. Hapana, ndio watu wameshtuka sana. Hamna kuwapa mtu ndani na mke wake ni ngumu sana ngumu sana Yaani hatuamini kwanza. Lakini kwa kuwa Mungu ndo amependa hivyo kweli, umekufalia watu wawili, mtu na mke wake. Ya. Na mara nyingi kama wanavyoambia kwamba jumuiya zinafanyika hapa sherehe. Alikuwa ni mtu wa watu kaka. Alikuwa ni mtu wa watu. Kabisa niwaambie yaani. Hapana, alikuwa ni Mkristo na ni mwanacho wa kawaida kama ni mambo ya chama ni yeye na nafsi yake, huwezi kujua mambo ya mtu lakini kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nje kwa wazi alikuwa ni mwanajumuiya, ni Mkatoliki. Yes, na ni mwanabonyoko mm. Kwa majina naitwa Aisha David Mwaisanila ni mjumbe shina langu namba tatu na huu mtaa wangu naitwa mtaa wa Kenespera ambao mimi ni kaya yangu zote mpaka kwenda kule juu chuo. Tunasikitika sana na tumeumia, tumevunjika. Ukatili huu aina gani, huu ukatili uliofanyika? Tunaomba serikali fanye uchunguzi, yani serikali ifanye kazi yake, wakamatwa wa watu, kwa sababu alichokifanya wa ni kitendo kibaya sana ni kitendo cha ujasiri mchafu sana. Tunasikitika kwa kweli tena, tunasikitika sisi, tunawaachia serikali wafanye kazi, na tunamuomba sisi Mungu, tutamuomba Mungu asimamie ili swala liwe jepesi kwa mkondo wa serikali, ila tumeumia sana, kwa wakazi wa Bonyokwa tumeumia, na viongozi wangu tumeumia sana, kwa sababu hili swala ni la kwanza kutokea. Kitendo hiki kibaya sana linatusikitisha sana. Asante sana waandishi wa habari, kwa majina naitwa Judy Aron, Judy Aron. Yaani ni watu ambao tumeishi nao vizuri. Yaani ni watu ambao hata wakipita hawachi kumsalimia mtu. Ni walikuwa wapole sana. Huyu baba alikuwa ni mpole sana. Akipita na gari yake kama hiyo hapo mnapoiona, ana lazima asimame awasalimie. Kwa kweli, alikuwa ni mtu ambaye wa kujitoa kwa watu. Kwenye jumuiya yeye ni Mkatoliki. Lakini alikuwa kwenye jumuiya pia. Hapa kwake ndipo alikuwa hapa anafanyika sherehe zote za jumuiya. Eh, alikuwa ni mtu mzuri sana, sana. Hawezi kumpita mtu bila kumsalimia. E... Naitwa Maria Tabu, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Bonyokwa, kata ya Bonyokwa, Ilala, jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Kwa masikitiko makubwa napenda kuzungumza katika tukio hili kubwa la, la, la, la tukio la, la vifo vya uh, wananchi ama wakazi wa Bonyokwa mke na mume ambao limetokea leo. Wana Bonyokwa, tuendelee E, na washukuru kwanza kwa ushirikiano ambao wamejitokeza wameweza kuja mpaka eneo hili kwa wingi wao, lakini pia e, ni waombe waendelee kuwa watulivu, wakati zoezi uz ama shughuli za kiuchunguzi zikiendelea, na wapa pole wanafamilia wana wote waliopatwa e, tuki na tukio hili na msiba huu na wanabonyokwa wote lakini tuendelee kushukuru jeshi la polisi, tuendelee kushukuru timu yetu ya ulinzi shirikishi inaendelea kufanya kazi vizuri kabisa kwenye eneo letu, na wengine wote ambao wanaweza kushiriki kwenye eneo hili.